Inaitwa Kataba Suleiman Sukulu, ndiye katibu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya na vilevile ni mjumbe halani wa baraza la umoja wa vijana wa wilaya, na kwa bahati nzuri kwa mujibu wa kanuni za jumuiya hizi, mimi vile vile ni mjumbe wa mabaraza imoye. Ndugu zangu vijana, nimesimama hapa kwa nafasi ya kama mlezi. Kwanza kabisa ni wanasi vijana, Chama cha Mapinduzi kinajivunia umoja wa vijana, na Chama cha Mapinduzi kiko tayari kuendelea kuandaa ili muendelee kuwa vijana wa kesho katika chama hiki cha Mapinduzi koo nitafurahi wakati wote mkionyesha mfano mwema, mkionyesha nidhamu na kuwaheshimu viongozi ambao ni viongozi wakubwa wa chama hichi. Sasa tunataka tukapokuwa tukimaliza baraza hili, nahitaji kamati ya utekelezaji ya wilaya ifike ofisini kwangu baada ya kumaliza shughuli zote, tukae tujadiliane na ikibidi kuna hipo haja ya kuwafunda vijana hawa watambue wajibu wao. Napenda niaseme hapa lakini, sikupendezwa na tabia iliyoko ikiendelea nje ambayo lazima kutoke nje kwenda kuhudhuria. Wako watu wanadhani kuwa green guard kuwa vijana wa itifaki wao wanakuwa juu kuliko viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Ili ninatemea na kitaki, nirudie tena, kama mimi ni katibu wa Chama cha Mapinduzi nitakayekuwa mlezi wa chama hiki, sitakuwa tiari kuendelea na kijana asiyekuwa na heshima. Sikupendezwa, sikufurahishwa na nimeshangazwa sana, lakini pia nimeshukuru sana dadaangu mheshimiwa mbunge kwa jimbo la Momba kwa mtango wako mkutoa. Ila sasa naomba na Momba, mimi kama nizungumze mwenyekiti wa mmoja wa vijana, aaa, ndugu wajumbe, bahati nzuri sana kwenye kitu wenu mimi nikwazi na wengi wenu nanifahamu, hivyo nikiwa na jambo langu sijalipenda nimelipenda kuwa <coughs> nalizungumza kwenye mikao, na kama mtachukia, kwa hiyo niko tayari kuadhibishwa saa hii. akabizisha pizi Managaa, nikamwambia Managaa, najua wewe unasahau kwamba wewe sasa hivi ni katibu wa mkoa wa mwaka, lakini kazi hii wote ni pamoja na wewe na huyu ndugu yetu waliopa, bado ni mgeni, naomba umsaidie kamshebanakaetu kwa mkono. nikatoa maelekezo msingi na baadhi ya vijana kulikulipu. Nikasema ikiwa kuna mtu tulimwomba mchango mpaka leo hajakamilisha.

bajeti zetu hapa tupate fedha kwa ajili ya mziki, tupate fedha kwa ajili ya chakula, tupate fedha kwa ajili ya usafiri, tupate fedha tukalipe nyumba kwa kulala kutoka Mumba. Sasa tunaletewa fedha leo hii, tunaitikia wapi? Kama na mimi, ndugu zangu, siko tayari kushiriki kwenye vitendo

Na nitaendelea kusimamia uwazi wangu na ntaendelea kusimamia uwajibu wangu. Nimesema hapa na jana, nitoka lekeo kwa katibu wangu, ikiwa kuna mtu atashindwa kutimiza wajibu wake mapema kesho, aa hatuko hapa auwt

Mimi natambua kwamba vijana ndiyo chama cha siasa, yaani chama cha kesho ni vijana. Unapokuwa, unapokua na umoja imara katika chama, maanake una chama imara cha kesho, kwa sababu kuna ngazi akina Nyerere walitoka wakaja wengine wengine, sasa hivi kutoka Samia, na sisi vijana wakati tutatoka, lakini jiji kesho ndiyo chama cha baadaye. Vijana ni walinzi wa chama chao, vijana ndio wasimamizi wa chama chao, vijana ndiyo nguzo imara ya chama. Mabaraza yote ya wazee baraza la wazazi wana kazi yao, baraza la kina mama lina kazi yao, lakini vijana ambao walikwa chama, mna kazi yenu. Ninatambua ujana ni maji ya moto na ujana niemko kidogo, mnakuwa nayo kubwa sana. Nasema uongo jamani? Ukiwa kijana kidogo, moto unakuwa yaani nafsi inawaka moto. Kwa maana vijana wanaweza kujilipua na kufanya jambo lolote. Ndio maana wakawekwa wazazi, kazi yao ni kumonitor, kushusha zile jazba zilizopo ndani katika nafsi zetu. Hiyo ndio kazi ya wazazi kwenda kwa vijana, ama kwenda kwenye chama akieleza

bunge itakwenda kwa vijana na wewe ndio utakayesimama mejawa fedha kwa vijana, mmeelewa mweshimuabu? Kwa hiyo nimeona nivizuri nikasema hivi kwa maslahi ya wananchi wote walipoomba, ambao ni nini, vijana vijana via ni washukuru sana. na sasa niwaruhusu nirudishe maidi kwa mwenyekiti kwa ajili ya ratiba inayofatiaoye boba oye. Mweshimua mwenasi, kwanza nitumie fursa hii kushukuru sana kwa hotuba yako zuri, yenye mafunzo yenye kuirimisha na yenye kutia moyo sisi vijana mimi pamoja na ao wangu, haya yote uliyotuelekeza hapa ikii watu kwa ajili ya kupokea. Hata kama mchango ni mdogo, tukipata mapema, sisi hatuna shida. Ndio maana nimesema kuna mtu alitoa laki moja na mtu alitoa shilingi hamsini. Kilichoniugiza mimi ni kwamba mchango unakuja ukiwa tu late, wakati micha kwenu. Kwa hiyo mimi niseme haya yashakupita, kama kuna mahali kukwaza, dada yangu unuie nasi Momba mm. oy, oy, oye kole oy. Ni vijana mwenyekiti, nakushukuru sana kwa nafasi na kwa sababu nataka kuwaga, ukou pukie uliona nipate nafasi kidogo kusema. Nakuwasiliana ma na katibu mpya, nimetoa taarifa ya kuleta mchango wangu wiki mbili kabla, na maana gani nishaidi kwenye mawasiliano yetu, hii ndolikuwa na mkumbusho kama baraza la uyemu na hicho kiwango nikakitaji, na jana katibu madagaa akanipigia, kwanza alimpigia, nikamweleza hizo sababu za kuleta mchango leo, akaniambia kwa kuwa yeye anakabidhi ofisi anaomba aniunganishe na katibu waliova. Mimi nikaongea na katibu madagaa, katibu waliova kupitia simu ya katibu madagaa, nikaongea na katibu tukakubaliana naye tukaelewana tukacheka kwa kirefu, na nikamkaribisha na nikamwambia katibu, nitakuletea mchango wangu wa pesa taslimu shilingi milioni moja saa kati ya saa saba kamili mchana mpaka saa nane kamili mchana pamoja. Nilikuwa ninaenda ziara Kapele na watu sasa hivi wananisubiri. Nimekuja hapa saa saba kamili ndani ya muda ambao nilikuwa nimemweleza katibu mpya. Sasa nasikitika imekuwaje ukuambiwa kwamba mchango wangu utaweza kuchelewa, lakini mimi nakuambia haujanikosea na sijakasirika na sina kinyongo. Ninafahamu kwamba Mwenyezi Mungu ni shahidi ambaye anajua mambo yote yaliyoko ndani ya moyo ambayo sisi wengine hatuwezi kuyaona. Makatibu wote wawili nimeongea nao makatibu wote wawili walifahamu kwamba mchango utakuja leo saa saba, kwa sababu ambazo nilikuwa nimeeleza. Otherwise, na nakushukuru kwa ushirikiano wote. Nawashukuru vijana wote hususani vijana wa jimbo la Momba, ninawapenda na nitaendelea kuwatumikia kwa uaminifu. Mwenyezi Mungu awabariki na awatunze. Naomba niage ili niende kukabidhi ambulance kwa ajili ya kuwasaidia wanaomba. Asante sana.